Yes, yes, my people. Leo niko upande wa Narok. Kumbuka huku maneno ni realia. Vitu ni vitu ni real kwa ground na niko hapa Narok ku sanitize mrembo mmoja hapa hivi wa teachers training college. So unaitwa nani? Natasha. Natasha. So Natasha unafanyanga nini? Kusoma. Oh, unasoma manga. Okay, so Natasha una kuna miaka ngapi? 21 years. Okay, na boyfriend wako ni miaka ngapi? 24. Oh, 24 years. <laughs> Wow, sasa hivi mmeachana so na like how many years? 3. Mm-hmm. Oh. So huyo boyfriend wako kwa wapi? Tika, huku tu. Tika? Okay. Tika, tika, tika. Ta. Anyway. So anafanya nini Tika? Kazi.

Uh, okay, bro, mimi naitwa Duncan. Okay. Eh, niko hapa Thika Town. Okay. So nimekuwa nikitembea hivi nikapatana, mm -hmm. uh -huh. so, so, na mrembo yeah. wako so so na nilikuwa na gift, so nilikuwa nataka, nilikuwa nataka umtaje China peke yake Atio? umtaje China peke yake ndio apate hiyo gift.

Hapana. Na mbona unadhani nimepata wapi namba yako? Namba yako? Ni yeye ndiye amenipea. Eh? Ni yeye ndiye amenipea. Hadi amekupea? Eh, amenipea namba yako. Ah. Eh. Eh. Eh, sema hiyo China peke yake. China tu bro <laughs> e -e. Niko Thika town. Oh, Thika town.

Ndakuambia, ndakuambia, ndakupea channel yangu. Ndio channel gani? Ndakupea jina ya channel yangu. Ndio utasearch tu kwa YouTube. After umemtaja jina, eh, utaona videos mingi mingi hapo. Okay, so sema hiyo jina kwanza, first sema hiyo jina. Jina yangu, bro.